Waombolezaji kwenye msafara ulioongozwa na bodaboda kuelekea nyumbani kwa Robert Chuwa katika eneo la Uru. Mwili wa marehemu Deogratius Chuwa ukachukuliwa kutoka kwenye gari moja kwa moja hadi kwenye familia ya Robert Chuwa na idaiwa kusababisha kifo hicho. Mwili huo hatimaye ukawekwa kwenye baraza la nyumba hiyo ya Robert. <tikana> <tikana> <tikana> na mwenzetu ana shida yoyote inauma sana wad walikuwa na shida na mtu alikuwa alikuwa na ugomvi na mtu, hata kama ni mgomvi, hawezi kupigana na wewe. Alikuwa ni mpendo akila mtu alikakadaje kugomana na mtu yote. Hakuna mtu ambaye aliyeweza kuyathibitisha kwamba sasa Deo ni wapi alipijwa, maana yeye alikutwa ndani na anavuja damu. Okay. Na alipopelekwa pia hospitali hawakuweza hawakuweza kupitia polisi kwa ajili ya kuchukua na ripoti buku, kwa sababu haikuonyesha mazingira yoyote kwamba alipigwa, lakini baada ya kufa ndipo basi wanafamilia walianza kusema kwamba atakuwa alipigwa na ndugu Robert. Kamanda wa polisi mkoani Kilimanjaro, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Simon Maigwa akizungumza nami kwa njia ya simu amethibitisha tukio hilo huku akishangazwa na hatua hiyo ya waombolezaji, lakini akakiri kushikiliwa kwa Robert Chuwa kwa mahojiano kufuatia tuhuma za mauaji zinazomkabili. Hukumu ni kwamba mtu huyu mhusika amekamatwa, sio naam, taratibu za postmortem zimefanyika. Sasa mtu njiani, una counter march, unaenda kwenye mji wa mtu eh? Ndio ndugu yangu, naam naam, eh, hey, mimi kikubwa ni kwamba hawa wanachotakiwa kufanya kwanza, wanachofanya ni uvunjifu, kwa sababu kuingia kwenye mji wa mtu bila bila ridhaa yake pia ni kosa. Hata kama itatokea kwamba labda ni mhalifu, lakini naye si ana haki zake, sio? Wao kikubwa ni kwamba kama kuna watu wana ushahidi watuletee. Mwili wa marehemu Deogratius ulikaa kwenye baraza la nyumba ya Robert kwa muda, kabla ya uombolezaji kuchukua tena hadi nyumbani kwake kwa ajili ya maziko. Safari ya maisha ya Deogratius Chuwa ikihitimishwa kwa namna yake katika kaburi hili, bosi wake na mwajiri wake wa kazi ya uashi, Robert Chuwa, anaendelea kushikiliwa na jeshi la polisi kwa uchunguzi zaidi. Mimi ni Enos Masanja, Azam News, Kilimanjaro.